Saiyote mkono tu yote, mkono tu yote, wote mnaunga mkono wangapi? Nasema mtasimama na chama chenu bila kurudi, nyosha mkono tu. Rais Samia, hawa ni Watanzania wanasema wanaiunga mkono CHADEMA, tungeni mkono leo. Siku ya leo ni siku ya furaha na hili ni la mwisho, mzee wangu Antony Komu. Mzee aliye nilea anipokea Chadema, kwa roho yake nzuri na kwa moyo bie bie bie wa upendo, amenijenga nikawa mbunge, akawa mbunge wa Moshi, na baadaye alipotokea mtafaruku akahama chama. Leo amerudi ndani ya chama chetu, huyu huyu mzee, huyu mzee na na Dkt. Slaa na, na Freeman Mbowe ni watu wamenijenga mimi, nimefika hapa kwa kupita kwenye mikono yao. Ni mtu mwema sana, ni mtu ambaye akiwa mkurugenzi wa, wa fedha amefanya mambo mengi sana kunifikisha mimi hapa nilipo. Nakushukuru sana mzee Komu, huyu si, nimemkuta Chadema, na dunia ilivyo mzunguko, leo mimi nimempokea kwenye chama. Sikuwahi kutegemea tukio hili, hili ni tukio la kihistoria kwangu. Mpigieni makofi sana. Nakukabidihi hii kadi na tutakutengenezea kadi yako ya kiwango cha juu unachostahili kwenye kadi ya diamond. Naomba nimpe mzee Komu nafasi ya zungumza, alikuwa mbunge wetu wa Moshi vijijini, amekuwa mkurugenzi wetu wa fedha, ni mwasisi wa mageuzi walioanzisha NCCR, kwa hiyo tunu ya taifa na mageuzi ya nchi, amerudi ndani ya chama kwa ajili ya kuendeleza mapambano. Mzee Komu, karibu wasalimie watu wa au, asante sana.